Nimepata taarifa kutoka mkoani Morogoro, taarifa ya kusikitisha, taarifa ambayo imetolewa na jeshi la polisi mkoa wa Morogoro na mimi natamani ni kusomea taarifa hii kama ilivyo, lakini taarifa ambayo inasema ya kwamba mwalimu abaka mwanafunzi si tukio la kufurahisha, wala si tukio litakalofanya wewe ufurahi, ni tukio ambalo linahuzunisha asilimia kubwa ya wanajamii. Nitakusomea taarifa hii kutoka jeshi la polisi Tanzania, kutoka mkoa wa Morogoro, ambayo imetolewa na ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro siku ya tarehe ishirini mwezi wa tatu elfu mbili ishirini na tano ambayo ni siku ya leo ya Alhamisi. Taarifa kwa umma: mwalimu abaka mwanafunzi. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata mwalimu Mkame Living Mwaisumo mwenye umri wa miaka 30 mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya Zombo iliyopo wilaya ya Kilosa mkoa wa Morogoro kwa tuhuma za kubaka mwanafunzi wa kidato cha pili. Tukio hili limetokea Machi 19, 2025, yani siku ya jana majira ya asubuhi katika shule ya sekondari Zombo iliyopo kijiji na kata ya Zombo wilaya ya Kilosa, ambapo mwanafunzi ambaye jina lake limehifadhiwa, jinsia ya kike, mwenye umri wa miaka kumi na sita, kidato cha pili, alifanyiwa ukatili, yani kubaka kubakwa na mwalimu wake wakati wakiwa ndani ya ofisi ya mwalimu mkuu wa shule hiyo alikokuwa amemtuma mwongozo wa somo. Mtuhumiwa amekamatwa baada ya mwanafunzi aliyefanyiwa ukatili kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Uchunguzi wa awali umebaini kwamba chanzo cha tukio hilo ni mmomonyoko wa maadili, huku uchunguzi zaidi wa kisayansi unaendelea ili kukamilisha upelelezi huo. Mwisho wa taarifa iliyoandikwa na jeshi la polisi kuhusu tukio la mwanafunzi wa kidato cha pili kule Zombo, Morogoro, ambaye alibakwa na mwalimu wake mkuu, na taarifa ambayo imeeleza kwamba tukio hilo lilifanyika ofisini kwa mwalimu huyo, na mwalimu tu alimtuma mwanafunzi kwenda kumletea andalio la somo, na hatimaye baada ya kuleta kile kitu ambacho ametumwa na mwalimu wake, mwalimu ndiyo akatekeleza unyama huo. Kama jamii tuungane kwa pamoja kuweza kukemea vitendo ambavyo ni vya kikatili juu ya wanafunzi, hasa wanafunzi hao wa kike wanaokutana na mazingira magumu kama ambayo amekutana nayo huyo binti ambaye amefanyiwa kitendo hicho na mwalimu wake. Hii ni Sawasawa Digital. Tunaungana kutoa pole kwa mwanafunzi huyo, lakini tunaendelea kushikamana na jeshi la polisi kuweza kuzuia vitendo vya kihalifu na vya kudhalilisha jinsia ya kike. Habari kiganjani mwako.